Sasa tuelekee katika kaunti ya Trans Nzoia aliko mwanahabari wetu Mike Mskoyo. Mahakama ya Kitale imemshauri mwasilishaji wa kesi inayopinga vipengee vya sheria kwenye katiba, vinavyowazuia Wakristo kuoa mke zaidi ya mmoja, kuhakikisha bunge la taifa linajumuishwa kwenye kesi hii itakayotajwa tarehe 29 mwezi Juni. Jaji Robert Limo mahakama kuu ya Kitale amesema kesi hii itakosa mwelekeo iwapo bunge la taifa ambalo linahusika na utungaji wa sheria halitahusishwa kwenye kesi inayolenga kufanyia sheria ya ndoa marekebisho where you are building and you want those uh, pieces of legislation or section of the legislation o uh, nullify yeah. yeah. how do you expect to go about this? Mahakama hii vile vile imemruhusu mlalamishi kufanyia marekebisho waraka wa malalamishi yake kwa kuwaongeza wahusika wengine, ikiwemo KICD na tume ya kusimamia marekebisho ya katiba. Hata hivyo, imemtaka kutoa sababu za kutosha kwa nini kesi hiyo isikilizwe na majaji watatu.

Kupitia wakili wake Dennis Mtaki wa nyama, mlalamishi Ndura Koimburi amekariri kuwa kesi hiyo haina uhusiano wowote na Bunge la Taifa. Uh, uh, that, uh, Christian marriage is monogamous, and yet now the petition demonstrates, uh, clearly that there is nowhere in the holy book where there is such a, a, a claim that, uh, Christian marriage is monogamous. Kulingana na mlalamishi, washtakiwa wanapaswa kuwa mwanasheria mkuu taasisi ya KICD na tume ya kusimamia marekebisho ya katiba kwa madai ya kutekeleza sheria zinazokandamiza haki za wanaume wa Kristo and uh, by the time we get back to court on 29, we'll also have something to tell the court as to whether we have considered to it or, uh, or, or, or whether we are, we are proceeding without them. Mwezi Septemba mwaka uliopita mlalamishi Ndura Koimburi mwenye umri wa miaka sabini na nane alielekea mahakamani kupinga kifungu 171 cha kanuni ya adhabu na vifungu mahususi vya sheria ya ndoa mwaka 2014, Mike Muskoyo West TV kutoka mjini Kitale, kaunti ya Transoia.